Hugonechi wa mkoa huu wa Ruvuma apenda kuchukua fursa hii kuwaomba kwa moyo wa wa uzalendo na uwajibikaji kujitokeza kwa wingi kushiriki zoezi la kupiga kura itakayofanyika tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka huu na siku zisizokuwa nane kama mnavyofahamu, <coughs> piga kura ni haki ya kikatiba na ndiyo njia muhimu ya kuchagua viongozi tunaowaamini kuwa watatumikia wananchi. Serikali vyombo vyake vya ulinzi na usalama vimejipanga kuhakikisha kuwa mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama, anakuwa tulivu na huru kwa, na kwa, kia <coughs> kwa kila mwananchi. Ulinzi umeimarishwa katika maeneo yote ya kupigia kura ili kuhakikisha kila mmoja anatumia haki yake demokrasia bila woga wala usumbufu. <coughs> Aidha, natoa onyo kali kwa mtu yoyote au kikundi chochote kitakachojaribu kuvuruga amani, kuchochea vurugu au kufanya vitendo vya uvunjifu wa sheria Kipindi hiki cha uchaguzi, serikali haitasita kuchukua hatua kali za sheria dhidi ya wanaohusika, kwa lengo la kulinda amani, utulivu na usalama wa wananchi wote. Kama unavyofahamu, mkoa wa Ruvuma ni miongoni mwa maeneo yanayojivunia utulivu na mshikamano wa kijamii linde sifa hiyo kwa kushiriki uchaguzi wa amani, utulivu na heshima kwa, kwa kuheshimu sheria na taratibu zilizowekwa na Tume ya Uchaguzi. Malizie kwa kuwasihi tena wananchi wote wa mkoa wa Ruvuma kujitokeza kwa wingi tisa ili kupiga kura kwa amani na kuendelea kuilinda amani hii ya nchi yetu ambayo ikitoweka hakuna atakayekuja kutusaidia. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Ruvuma, Mungu ibariki Tanzania.